Hi guys, mambo vipi? Kama kawaida, leo aljuma ya tarehe <coughs> Eh, saba mwezi Novemba 2025. Imekuwa na weekend nzuri kwa wale ndugu zangu ambao tunajiandaa kwenda vyuo vikuu, kwa sababu bodi ya mikopo wametoa kiasi cha shilingi bilioni 215.3 ambazo zimeamua kutolewa kwa ajili ya wanafunzi 16987 kwa ajili ya awamu ya pili ya bachi ya mikopo 7, 2025 imetoa awamu ya pili ya upangaji mikopo na ruzuku yenye jumla ya wanafunzi 166987. Idadi hii inajumuisha wanafunzi wafuatao: moja, wanafunzi e, 143562 wa shahada ya awali na wanafunzi 1179 wa stashahada waliopangiwa mikopo kiasi cha shilingi bilioni 143.7. Pili, wanafunzi 288 wa Samia Scholarship waliopangiwa ruzuku kiasi cha shilingi bilioni 570 milioni 575; na tatu, ni wanafunzi 230 wa shule ya sheria Tanzania, waliopangiwa kiasi cha shilingi bilioni 1.5. Nne, wanafunzi 21729 wanaoendelea na masomo wamepangiwa mkopo na ruzuku ya kiasi cha shilingi e, bilioni 69.4 baada ya kufaulu mitihani yao ya mwaka uliotangulia. Tano, mpaka sasa HESLB imekamilisha upangaji wa mikopo kwa wanafunzi elfu mbili na mbili mia mbili sabini na saba yenye thamani ya shilingi bilioni mia sita arobaini na moja nukta nane kati ya shilingi bilioni mia eh, mia tisa kumi na sita nukta saba zilizolengwa na serikali kwa mwaka wa masomo elfu mbili ishirini na tano elfu mbili ishirini na sita baada ya kukamilika upangaji mikopo, HESLB inawataarifu wanafunzi ambao hawajafanikiwa kupangiwa mikopo katika awamu zote mbili na wanataarifa za ziada ambazo hawakuweza kuziwasilisha wakati wa maombi ya mikopo wanashauriwa kukata rufaa. Dirisha la rufaa litafunguliwa tarehe kumi hadi tarehe kumi na saba Novemba elfu mbili ishirini na tano. Maelezo kukata rufaa, ya kukata rufaa yanapatikana katika akaunti binafsi ya mwombaji. Sipa hezeb itaendelea kupanga mikopo kwa wanafunzi wanaoendelea na masomo kwa kadri itakavyopokea matokeo ya, ya kutoka vyuoni. Taarifa hii imetolewa na Mkurugenzi Mtendaji, Bodi ya Mikopo ya Wanafunzi wa Elimu ya Juu, hezebu Tanzania. Hivyo eh, kazi yangu ni moja, kukusogeza taarifa hii. Ujue tu kabisa hii ndio bachi ya mwisho. Kinachobaki ni wewe, ambaye hujapata basi ukate rufaa, ili waweze kupitia upya rufaa yako na kujua kama una kigezo ama unastahili kupata mikopo, na wataendelea kuangalia namna eh, kulingana na fedha zilizobakia. Asante ni la kusubscribe channel hii huo kwanza kupata updates mbalimbali mbali. Karibu sana.